Oa, Mwa. Mwanao unajua una marafiki wengi sana, una washikaji kibao. Una wadada wengi, nini mabesti, mavitu kibao. Lakini nataka nikwambie kitu kimoja. Ah, wote nahisi wanakupenda sana washikaji, wanakukubali sana. Lakini kiasi usichojijua ndugu yangu hakuna anayekupenda hapo. Hakuna anayekupenda hapo, wanakudanganya. Kuna mchongo wanawinda hapo kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Sema nini? Kuishi maisha yako, fanya unachokipenda. Kula vizuri, vaa vizuri, piga michongo na nini tafuta hela, fine. Lakini hao wote wanakupenda, kuna anayekupenda maana? Mtu pekee anayekupenda ni wewe, yani wewe. Wewe ndo unajipenda, yani wewe ndo unajipenda. Kwa usipojipenda wewe usitegemee kama kuna mtu mwingine anakupenda, hao wote wanakudanganya. Kuna michongo tu anayovizia, kuna kitu anakitafuta, aidha pesa na mambo mengine mengine. Lakini ukisema kwamba kuna mtu anakupenda hapo, hamna. Wana kuzuga. Mtu pekee anayekupenda ni wewe. <tos> <tos>